Wewe, mtoto wangu atanihamisha kwa boma, huyu mtoto atanifukuza haki ya Mungu. Na mkitaka kujua, Ruto ID yake ni mbaya na kichwa chake sio mzuri, anapea mtoto ambaye hana familia eh, shilingi ya elfu 50. Hana hata bibi. Anajua vizuri, wewe nyamaza. Kwa hukua ni kama ukona miaka kumi na nane ni kama <coughs> eh, Ruto anajua vizuri, anajua vizuri akipea pesa mutu mwenye akona familia, huyu mtu hizo pesa zitamsaidia. Anajua vizuri akipea mtu ambaye kona miaka karibu 30 kwenda mbele, huyu mtoto hizo pesa zitamsaidia. Ruto akakaa chini akawona, eh akaona, nikichukua watoto miaka 18 wapewe hizo pesa hakuna kitu itawasaidia, wasa, wataende wakunywe pombe, alafu wakuja waanze wainiimbe wa ashindwe wa kabisa. Hiyo <laughs> ni kitu hiyo, ni idea mbaya wapende, hiyo ni idea mbaya hata kama, muna, kama muna ongea, na nataka niwaambie hiyo siku watoto watapewa pesa, wengi watakufa.

anajua vizuri akiopea pesa hawa vijana wengi wataenda wakunye pombe, wengine wakufe huko, hizo kura ziende ziende na hivyo zikufe zikufe na, na hiyo ndio kitu ambacho anakuja nacho. Lakini nyinyi mnashangilia, mnasema watoto wote wanataka kupewa pesa. Paya pesa, huyo mtoto atahama nyumbani, na akihama nyumbani, utapigiwa simu, mtoto wako mahali fulani amekufa. Kwa hivyo hiyo sio kitu kizuri. Wacha nimalizie Bwana Spika. kuna kuna maliza maliza. un kuna